Hii ni lulu ya taifa, ni hazina inayoishi, kioo cha wengi katika ulimwengu wa soka, kipenzi cha mashabiki wa mpira, mzalendo halisi, na huyu ni tegemeo la Twiga Stars. Kama ambavyo Spain inajivunia kuwa na Aitana Bonmati, huku Barbara Banda akiweka Zambia kifua mbele, kule Malawi wakifurahia uwepo wa Tabitha Chawinga, ndivyo na sisi Tanzania tunajikubali kwa kuwa na Aisha Masaka, katika mji maarufu kwa kilimo cha ufuta na alizeti, mji wenye sifa ya kuwa na warembo wengi wenye mvuto, kwa lugha ya mtaani tunaita pisi za maana, mji usiokuwa na skendo nyingi chafu zaidi sana, ni mji unaokumbwa na ukame kiasi na upepo wa kutosha, ni mji mtulivu na wenye amani kibaba. Siku ya tarehe kumi mwezi Novemba ya mwaka elfu mbili na tatu, katika majira ya kuandaa msimu wa masika, upepo ulivuma na mvua kiasi ikanyesha mjini humo. Hatimaye akazaliwa mtoto msichana katika boma la mzee Hamisi Masaka, aliyepewa jina la Aisha. Wakati wazazi wengi walipowakataza watoto wao kujihusisha na mchezo wa mpira wa miguu wakiwakemea vikali na kuambia ni mchezo wa kihuni. Wazazi wa Aisha walitambua kipaji kilicho ndani ya mtoto wao, wakafungua macho na kuona kama ni fursa. Hivyo wakamsapoti mtoto wao bila kujali jinsia yake. Aisha alianza maisha yake ya soka katika timu ya Majengo Queens, baadaye Alliance Girls. Aisha alipambana sana na hatimaye akafanikiwa kujiunga na kikosi cha Jangwani Yanga Princess. Mapambano ya binti huyo yaliendelea hadi kupata nafasi ya kutimkia Ulaya na kucheza timu ya BK Haken ya nchini Sweden ambapo huko aliweza kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa wanawake na kumfanya Aisha kuwa mwanamke wa kwanza Tanzania kucheza michuano hiyo. Aisha alikiwasha sana huko, kiasi kilichopelekea kuonwa na klabu ya Brighton na Hove Albion ya ligi kuu ya nchini Uingereza, na muda mfupi baadaye klabu hiyo ya Brighton ilimtambulisha kwa heshima. Aisha amepelekea ufufuo mkubwa katika mitandao ya kijamii ya klabu hiyo. Kama unavyotujua, watanzania hatuna baya kabisa, tutakosa muda wa kuangalia mpira, lakini hatutakosa muda wa kukomenti Aisha asipopangwa kikosini. Waingereza wameshajua mashetani yetu yalipo, sasa hata Aisha asipocheza, wataweka picha yake kwenye posta ya mchezo ili kujaribu kukwepa matusi ya wabongo. Huu ni upendo wa hali ya juu wa Tanzania tunaonesha ngozi yenye rangi adhimu nyeusi yenye kung'aa kwa wastani.